Mimi kwa majina yangu naitwa Joshua Nevashaliza, mkazi wa Ologeruno Kioga. Nilichosikitishwa mimi kukutana na mchungaji kupigwa pingu kwa kosa la kuhubiri, wakati kuhubiri ni wakati wowote mtu anapoamka na moyo wake kufunguka na kufanya jambo ambalo linaweza likawa na rehema mbele za watu na kumbadilisha mtu baina, kama kama ana ya mtu. Leo hii nasikitika kwamba kama si laana watu wamejitengenezea didani, aliyetoa mamlaka mule mchungaji akamatwe ambazo ni vitu ambavyo inatakiwa mtu ujiongeze na kujitambua kwamba laana unazozizomba kwako si rafiki. Leo hii unatafuta laana kuanzia wajukuu mpaka vitukuu. Leo hii hata kanisani wanavyosikia wana, watu wengi wanajadili kwamba leo Jumapili, leo sio Jumapili ya siku ya ibada, lakini saa na sekunde yoyote mtu unaweza kufanya ibada hata unapotoka nyumbani kwako unaweza ukasimama sehemu kataniza ukumbi ukafanya ibada. Hata watumishi wengi wanakuwa na maeneo rafiki ya kufanya ibada popote pale, na wana cha leseni wala nini. Bana, ni neno la kuhamasisha watu kumjua Mungu. Lakini cha ajabu, mimi ninachosikitika ni jambo ambalo si haijanijenga mimi kweli, kama ni kitu kinaendelea hivi, hii miti sijui nani atakuja kuitengua, maana hata mimi sitazubutu kumfunga mtumishi wa Mungu mpingu mimi ni askari mgambo na vitambulisho vyote ninavyo hapa, hata sasa hivi nikiulizwa, lakini sita ukuwa na mamlaka pasipo kuwa na tatizo ambalo linaweza kuleta itilafu katika wananchi. Hii ni kujenga, kwani ameanzisha fujo? Ingekuwa kuna fujo light ingekuwa na jambo moja au mbili. Naitwa Inoti Musa. Ilikuwa tunaabudu kanisa la Yesu na Pentekost la Yesu Kristo kule juu. Sasa nimeamka asubuhi ilikuwa naenda kazini siendi mimi kazi kabla sijaenda maombi morning glory. Sasa nimeenda nikasikia nikasikia mchungaji amekata taa. Nikasema ni nini ndio inaendelea? Nikaa nimefika hapo nikasikia mtoto analia nikasema ni shoti ya umeme ndio imepiga. Nikasema Mungu wangu ni nini? Nikakuta mama moja naye ambayo ilikuwa naye. Nikasema nini? Nikakuta mgango mgambo ameshaweka mchungaji mbingu. Nikamwambia kwa nini? Wakaniambia hamna kitu. Nikatoa sasa mf, simu kwenye mfuko nikataka kupiga, akakimbilia akanishambulia makofi ambayo hata mke wake hajawahi kumpiga, lakini amenipiga mimi, akanipiga velu akanipiga chini. Mimi si, mimi ni mwanamke, sina nguvu sina uwezo. Lakini naomba Mama Samia, sehemu ulipo wewe ni mwanamke. Ni maombi ndio inatulinda, ni maombi hata Tanzania nzima ni maombi. Naomba uwe na msaada, maana ilikuwa tunalia tupate watumishi, atuekee baraka, atuekee amani, tupata amani. Kama sisi hatuna haki, Mama Samia sehemu ulipo, naomba uwe kiongozi yetu, kwa kiongozi bora, ututetee utupe haki yetu, maana kanisa sasa hivi natengenezwa na, na kila mahali, na sisi sisi hata hata kama kama sisi wanawake hatuna sehemu ya kutengeneza kanisa, tutaweka mifuko, tutakaa chini, tutasali na amina maana ni silaha na kanisa yetu hatujafanya lolote, ilikuwa imechukuliwa akaja kupunguzwa sauti. Lakini, watu wanasema tu kila siku na mtu anasema kwenye jirani tesi. Kelele ambayo tunapiga tunaomba Mungu, ili shida yetu na familia yetu pate kibali kwenye kazi zetu kwenye biashara yetu na matatizo ambayo tunayo iishe. Kama sisi huyu mlemavu ambaye amemkimbilia kanisa akawa anapigwa, huyu sasa amemkosea nini? Na ule mgambo ajui kwamba apigaki mwanamke, hata mke yake hajawahi kumpiga, lakini amenipiga mimi, na mume wangu hajawahi kunipiga hizo kofi ambaye amenipiga kwa hiyo naomba tu mama Samia wasikilize wanyonge, wanawake. Tukienda kanisani tunafukuzwa, inafungiwa milango, hatuendi ibada. Sasa tutaenda wapi kama sisi hatupati msaada? Naombeni utusaidie, maana sisi hatuna nguvu wala hatuna uwezo, lakini ukisimama ukitetea haki ya mwanamke, kunyimwa haki yake, kuomba maombi, na sisi ni silaha akusimama kuomba, kutetea haki yetu Naomba usaidie mama Samia, naomba unisaidie, maana ninajua kwamba nimechoka, nimeenda makanisa hapa na pale. Ndio maana hataki maombi kuendelea katika boma la Laiza, katika ukoo wetu anapinga. E, kwa majina mimi naitwa mchungaji Donald Alphonse Malia au Bishop Alphonse Malia ambaye ni msimamizi wa makanisa ya wanafunzi wa Yesu Kristo Tanzania na ninafanya huduma hii kwenye e, mtaa wa Elkidinga kijiji cha Elkidinga mtaa wa Laiza. Sasa nina maombi ambayo ni amuni glory glori yale asubuhi kuanzia saa kumi na mbili mpaka saa moja. Sasa, cha kushangaza wakati naendelea na ile maombi kuanzia ile saa kumi na mbili mpaka imefika kwenye saa kumi na mbili na nusu ndio nikaona mgambo ameingia ghafla, akaingia ndani akavamia vyombo, akaanza kungofua kungofua waya ngofua ngofua waya, sijakaa vizuri tayari pingu pingu mkononi. Sasa wakati na, na ameniweka pingu mkononi, akaja mama mmoja ambaye ni mhudumu hapo pia akawa amekuja kwenye maombi, wakati anaingia pale kwenye lango alivyoona tu ameshtukia kwamba ah, mbona mchungaji kawekwa pingu. Sasa, ile anatoa simu mfukoni ili atoe taarifa kwa wapendwa wengine, basi yule mgambo ndio akamkamata akampiga makofi: kwa nini unatoa simu, kwa nini unataka kupiga simu? yule mwanamke yule, piga makofi mwangu, piga ngwara, anguka chini. Mama ameanguka kwa kishindo kikubwa sana. Sasa yule mama kutokana na ile spidi alikuwa nayo, akuja kuingia kwenye maombi, ikawa ameanguka chini, amezimia. Kwa hiyo akakaa pale chini muda mrefu kidogo, kama dakika ishirini ndio nikamwita mama moja, huku nikiwa na pingu, nikamwambia hebu tafuta namna yoyote ili uite watoto ili wampepee yule mama. Yule mama baada ya kupepewa kidogo, ndio ufahamu ukaanza kurudi, yule mama akawa analia mpaka tulivyofika kwenye ofisi ya, ya, ya, ya kijiji hapa, basi tukawa tuna u, u, tukawa tumeingia pale wakawa wanasema kwamba shida ni kelele ya vyombo, lakini kelele ya vyombo nikawaambia kwamba mimi nilishaita nemki kwa wale wahusika, kwa ile ofisi ambayo inahusika kupunguza volume ya vyombo, na walishanipimia na baada ya kupima ndio ile ile natumia ile volume yao, lakini sasa bwana waki wanasisitiza kwamba vyombo nisimamishe, kwamba nisitumie vyombo katikati ya wiki eti mpaka Jumapili tena kwa sauti ndogo. Lakini na wao nikioje, mbona makanisa mengine wanatumia wana, wana vyombo kwa sauti kubwa, na hata mpaka mjini wanatumia na, na maeneo mengine, makanisa yamesongamana mpaka na nyumba za watu mpaka magorofani, lakini sijibiwi jibu linalo tosheleza. Kwa jina simfahamu vizuri, lakini nafikiri kwenye viwanja hivi atakuwa kwenye viwanja hivi. Eh, huyo ni mdogo wake na mwenyekiti wa kitongoji. Ana, amesema ametumwa na mtendaji wa kata kuja kunikamata na pamoja na vyombo ambavyo vilikuwa vinatumika. Eh. Kinachoendelea vyombo vyangu viko hapo ndani na mgambo wamenilazimisha wame kwamba nilipe mgambo, na vyombo viko hapo ndani, kwa hiyo sasa ndio natafuta utaratibu wa kuchukua vyombo nirudishe kule kanisani, na sijajua kule kanisani kwamba ni kitu gani kilichoendelea, kwa sababu pamebaki hivyo furugu, hata hapajafungwa, na kuna baadhi ya pesa pia zinakuwa kule ndani, sijui kama nitakuta au la.